Nataka kuambia Waarabu. Waarabu tarehe tisa hawatoki, Waarabu hawatoki. Mwenyekiti, andaa basi la mwendo kasi. Mimi naamini utapotea njia tu. Waarabu, watu warefu tutawaleta na mimi nitawaongoza watu warefu, watakuja uwanjani, Waarabu watakimbia. Wakivaa msuri na sisi tunavaa msuri deki, wakivaa kanzu na sisi tunavaa kanzu Simba. Nguvu moja. Simba. Nguvu moja. Baya. Are, ubaya we are, we are, ubaya. Mimi naitwa Fidu Masha, bwana Hassan Dalali amataita ensamboya. <coughs> <coughs> tuna niona kwanza, mwenyekiti nishukuru bodi shukuru bodi ya yeah, Simba ambayo inaongozwa na mwenyekiti wetu Mohammed Dewji pamoja na makamu wake kwa kwa bodi nangungu kwa kutukumbuka wazee wao kwa kutupa nafasi kama hii ya kuzungumza leo. Niwapongeze sana mwenyekiti, asante sana mwenyekiti. Mimi mwenyekiti, kwanza niwapongeze vijana wetu kwa maana ya wachezaji mechi ile ya kule Misri wamepambana sana kusema kweli, kadri ya uwezo wao, bahati haikuwa yetu tu, lakini nyinyi waandishi mmeangalia kwenye matv, wengine mmekwenda kule, maona vijana walivyopambana ugenini. Na wazee wetu wa zamani ya zamani, wazee wa zamani, kwa warefu sana, walikuwa na msemo wao, mcheza kwao kutunzwa chereko chereko, na mwenye mwana. Na hiyo yote nazungumzia nyumbani. Sasa wale wametunzwa kule kwao na chereko chereko, wamefanya kule kwao. Sasa wanakuja kwetu hapa. Sasa huu uwanja wetu sisi, uwanja wa nyumbani. Inaamba mwenyekiti, kuna jamaa walikuwa nasema hivi o, unajua hata tumekataa kucheza kwa sababu kulikuwa na watu wafupi. Sasa Waarabu nakwambieni wanakuja warefu sasa. Ni Waarabu ni, wanakuja watu warefu. Wale wafupi tumeka balasi huko, nawasubiri jamaa zetu. tend woga oga naogopa agopatu wafupi wafupi wafupi, babako mrefu. Kwa hiyo nataka kuambia Waarabu, tarehe tisa watoki Waarabu hawatoki mwenyekiti, andaa basi la mwendo kasi. Mimi naamini utapotea njia tu. Waarabu waingie huko, watoke Kongo. Hii ndio Simba bwana, simtaona pale. Watu warefu tutawaleta na mimi nitawaongoza watu warefu, watakuja uwanjani. Waarabu atakimbia. Wakivaa msuri na sisi tunavaa msuri kudadadeki Wakivaa kanzu na sisi tunavaa kanzu. Sasa so, si ala ni Simba kitaka jambo lake afike mchezo. Maana yake bio silimbilembe, hakuna siasa hapa. Wale watoki wale. Sasa so, mshukuru refa siku ile tu kule. Tena ani mimi naona katika nchi ambazo labda ukiangalia hivi hii ki, Yara sijui. Wale wa, wa Saudi Arabia ndio wako sawa sawa. Goli mingi hapa ataonyesha la, la. Yaani wa mdomo anaonyesha tu. Sisi huko refa namba wasema goli tu hilo, hata kwenda kuangalia, kwenda kuangalia. Sasa subiri basi, hata kuaoni tena yule nyewe vijana mindo match. Waarabu tarehe tisa watatafuta mlango wa kutokea hey. <laughs> <laughs> Asema bwege, asema bwege sisi, tusubiri ni tisa pale. Naona hey. Imani sana kama ah, Mungu. Lakini mimi naamini kabisa vijana wan... timu yetu Simba ina uwezo mkubwa sana uwezo mkubwa sana kubwa mno na sisi tunataka kuchukua kikombe Sio kuingia nusu shenge, tushaingia fainali kwa wakati azimu akiwa fadhili wetu, tumshaingia fainali tisini na tatu. Hicho bakia sisi kuchukua kikombe tu, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, huu mwaka huu kikombe kinakuja hapo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwani kuna nini hoja? Mwarabu kimwangalia mwangalia sana hivi, anaanguka <gulikusimu> mwenyewe au mja wacheki wa jamaa Mwarabu hapendi kuangalia usoni. Sasa mwenyekiti <laughs> kama uwezi nipembe hiyo kazi <laughs> tawadekiwash enye gali nawangalia basi lao, ah, na wanachukua sita tu pale. Kwa hiyo mi niwambie ndugu zangu, kwanza nashukuru uongozi wetu, umeifanya Simba imekuwa moja, tuko wamoja, sawa sawa tunaishi kwa kupendana eh? Simba tumekuwa kitu kimoja kwa muda mrefu sana sasa, na ndio maana tunafanya vizuri, na maana kuna watu wengine hawataki umoja wetu uendelee, kwa wanaotumia wanasimba wana, wana kwa ndani ya Simba kutoa tuwatoa maneno ya jabojabo nini. Umoja ni nguvu bwana, umoja ni nguvu. Bila umoja tutafika wapi? Ndugu zangu wanasimba wote Tushikamane. Tarehe tisa, Ahmed, a, Ahmed Ali anafanya kazi sana katika kuhamasisha, njooni uwanjani, sisi tu support kwa vijana wetu, sisi shangilie pale uwanjani. Jamaa nao najamaa na njooni vile vile, hata mkiweza kuvaa msuliaui njooni. Jamaa zetu wale wengine wa Tanzania, wenzetu wale sinajua ambao wanaogopa kwa ogopa sana watu wafupi, jioni tu njani, mje mtoa support kwa timu yetu. Lakini lazima nakwambia, leo nakwambia, nami naambia vijana, Mwarabu tarehe tisa atatafuta mlango wa kupitia okay, mlango wa kupitia mlango <coughs> wa kupitia aatimbaya sana kwa sababu ndio hivyo tu kule. <coughs> so, na kule Misri nakumbuka na Zamalek, sikumbuka alifika mwarabu mzamu nakumbuka